Uongozi wa klabu ya Simba kupitia kurasa wake wa Instagram wamethibitisha kuvunja mkataba wa meneja mkuu wa timu hiyo Dimitar Pantev, pamoja na wasaidizi wake wawili ambao alikuja nao, yaani kocha magolikipa pamoja na kocha msaidizi. Dimitar Pantev alikuwa anasimama kama meneja mkuu, lakini tunaelewa roli ya meneja mkuu ikoje, ila Pantev alikuwa ni kama kocha tu wa upande wa klabu ya Simba, na haya yamekuja mara baada ya matokeo mabovu kwenye ile michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika katika hatua ya makundi, ambapo Simba amepoteza michezo yote miwili ya kwanza kianzia hapa nyumbani dhidi ya Petro Atletico de Luanda, baadaye akapoteza mchezo wa pili kule nchini Mali dhidi ya klabu ya Stade Malien ya Mali. Lakini mpaka Pantev anasimamishwa ndani ya klabu ya Simba alikuwa amesimamia jumla ya michezo mitano ndani ya klabu ya Simba, ambapo katika michezo hiyo mitano wameshinda michezo miwili wamepoteza michezo miwili na wameweza kusare mchezo mmoja kwa hiyo hii ndiyo rekodi ya Pantev ndani ya klabu ya Simba, na kwa sasa timu hiyo itakuwa chini ya kocha Sulemani Matola ambaye ndio atakayeongoza kikosi hicho katika michezo inayofuata, wakati Simba wanaendelea kuangalia mchakato wa kumpata kocha mkuu ambaye watamtangaza mara baada ya kuangalia yupi ambaye anafaa, baada ya kuangalia CV ambazo zitatumwa na kocha ambaye kwao wataona ni bora kuweza kuisimamia klabu hiyo ambayo kwa sasa inapambana kwa udi na uvumba kuweza kushinda michezo yake minne iliyobaki katika michezo ile ya klabu bingo barani Afrika, ambapo michezo minne iliyobaki, basi Simba inahitajika kushinda yote au kushinda mitatu pamoja na kupata sare mchezo mmoja ili basi waweze kufuzu kwenda hatua ya robo fainali, ambapo ilikuwa ni kawaida ya Simba katika misimu yake hivi karibuni. Katika mashindano haya ya CAF, Simba kwenda katika hatua ya robo fainali ilikuwa ni hali ya kawaida sana, ambapo sasa hali imekuwa tete zaidi. Lakini je, tuangalie mpaka Pantev anafukuzwa ndani ya klabu ya Simba. Je, shida ilikuwa ni yeye ama shida ilikuwa ni kufunika ile agenda ya mkutano mkuu ambayo ilizungumzwa na mengi alizungumzwa, kwamba mwenyekiti wa klabu hiyo Mutaza Mangungu alimaliza mkutano huo kihuni. Ukiangalia rekodi ya Pantev a, ukija ukifanya comparison na rekodi ya kocha Fadlu Davids, utakuja kuona kabisa kwamba Fadlu Davids yupo juu, lakini shida inapokuja ni kwamba kwa nini kocha alikuwa anatumia mfumo ama falsafa ya kumtumia Joshua Mutale kama force number 9 ama namba 9 kivuli Uh, kocha Pantev aliweka wazi kwamba safu yake ya ushambuliaji ya klabu ya Simba haimpi ule ubora ambao yeye anautaka. Kwa hiyo washambuliaji wa Simba hawajakidhi vigezo vya kocha Pantev, ndio maana alikuwa hawachezeshi na badala yake akawa ya anawachezesha akina Joshua Mutale. Lakini je, ukifanya comparison sasa ya kikosi kizima, squad nzima ya Simba hii, ukiangalia squad iliyopo sasa na ile ya mwaka jana au ya msimu uliopita, je wachezaji wana ubora ule ule wa msimu uliopita? Wameshuka ubora au wamepanda viwango? Sasa, acha tuanze kulinganisha ubora wa wachezaji katika msimu uliopita na msimu huu hapa tuanze katika eneo la golikipa msimu uliopita alikuepo anasimama langoni Musa Pinpin Kamara, ambapo ukizungumzia kati ama golikipa bora wa ambao wamekuja hapa Tanzania, lazima utamzungumzia Kamara. Kwa upande wa klabu ya Simba, msimu wake uloishe umekuwa ni msimu bora sana kwake, kwa licha ya makosa madogo madogo ambayo alikuwa naigarimu timu, lakini kuna makubwa pia ambayo aliyafanya, akiisaidia timu hiyo kufika katika hatua ya fainali ya michezo ya kombe la shirikisho barani Afrika lakini pia akiisaidia Simba katika michezo ya ligi kuu, ambapo Simba ilikamata nafasi ya pili, licha ya yale makosa ambayo mashabiki wengi wa Simba wanazungumza sana, ambayo alitokea katika mchezo dhidi ya Fountain Gate, ambapo Kamara alirudishiwa mpira na Chasambi, lakini kwa bahati mbaya akaweza kuruhusu mpira huo ukaingia wavuni. Lakini hata ule mchezo ambao ulipigwa hapa Dar es Salaam dhidi ya Coastal Union ambapo Kamara alifungwa magoli mawili ya mbali. Achana yote hayo lakini ukija kuangalia hivi sasa ubora wa golikipa aliyopo langoni ambaye ni Yakub Suleiman, bado haufikii hata nusu ya ubora wa Kamara, kwa sababu wa kwanza Kamara na Yakub Suleiman wana tofauti ya footwork, yani Kamara kwenye footwork ni mzuri sana, anaweza kuanzisha mashambulizi, anaweza kupozesha mashambulizi, lakini pale timu inaposhambuliwa sana, anakuwa ni more creative, anajua kipi kinatakiwa kifanyike lakini pale pia ambapo mpira anao mkononi, akaona kuna mtu yupo kwenye nafasi nzuri zaidi ya kumpasia, anakuwa mwepesi zaidi tofauti na Yakubu Suleiman ambaye yeye mzuri sana kwenye kudaka lakini kwenye kuanzisha mashambulizi bado amekuwa na shida. Eneo la pili ambapo kuna utofauti mkubwa sana wa Simba ni eneo la mabeki. Ukiangalia namba tatu msimu uliopita alikuwepo Mohamed Hussein Shabalala, ambaye ukizungumzia kati ya mabeki bora wa kushoto wa nchi hii ya Tanzania kwa sasa huwezi kuacha kumtaja Mohamed Hussein Shabalala. Ni kati ya wachezaji bora sana lakini msimu uliopita alisaidia Simba mno katika michezo ya ligi kuu katika michezo ya kombe la shirikisho, katika ile michezo ya kombe la CRDB alikuwa bora sana Mohamed Huseni, licha ya baadhi ya mapungufu ambayo kila mchezaji anakuwa nayo, lakini Mohamed Huseni pia, pale ambapo timu inafanya vibaya, alikuwa analalamika na kuongea kwa uchungu kwa wachezaji wenzake ili timu iweze kurudi kwenye momentum mzuri iweze kugain rhythm na waweze kurudi kwenye mfumo ili waweze kuwapa furaha wana Simba. Lakini eneo lingine ni kwa Shomari Salum Kapombe ambaye bado hajagain ile momentum yake aliyokuwa nayo msimu uliopita, bado hajarudi kwenye form Shomari Kapombe. Lakini namba 4 na namba tano msimu uliopita chini ya kocha Fadlu Davids. Simba walikuwa wana Shefondo Malon pamoja na Abdul Razak Hamza ambaye alikuwa anasaidiana na msimu huu hapa Karabwe bado anasugua benchi, lakini Abdulrazak Hamza ni injari ambapo ametoka kufanyiwa upasuaji Moroko hapa juzi, kwa hiyo tutamuona akirejea tena uwanjani mwaka na 2 yani mwakani, lakini kwa upande wa Malone, tunajua hayupo. kwa hiyo kuna mabeki wapya hapa ambao ni Wilson Nangu pamoja na Kambao, partnership yao imekuwa nzuri sana, japo kuna muda ni kama wanakuwa wanategeana hivi kwenye kuondosha hatari langoni. Eneo la katikati, msimu uliopita kulikuwa kuna Yusuf Kagoma ambaye mpaka sasa bado ni kati ya viungo bora, lakini amekuwa hapati namba sana chini ya kocha Dimitar Pantev. Yaani, toka ameondoka kocha Fadlu David, Kagoma imekuwa ngumu kupata namba kwa kiasi fulani, na badala yake tunamwona Nabi Kamara pamoja na Alassane Maodo Kante ambao wanatawala lile eneo la kiungo mkabaji lakini pale mbele msimu uliopita Simba walikuwa na mtu kama Fabrice Ngoma ambaye ni mzuri sana kwenye kumotivate timu pale ambapo timu inaonekana kama imepoteza matumaini. Ulikuwa unamuona Fabrice Ngoma jinsi ambavyo anazungumza na wachezaji, anaenda kuzungumza na mwamuzi pale ambapo timu kama inakuwa inaonewa. Lakini pale ambapo mashabiki kama vile wanakuwa wanataka kupanic Fabrice alikuwa anaweza kwenda kuongea na mashabiki lakini msimu huu Simba wanakosa aina ya kiongozi kama Fabrice Ngoma, lakini pia mchezaji mwenye ubora kama wa Fabrice Ngoma hawajamleta, na badala yake wametuletea wachezaji wengine, lakini katika eneo la kiungo mshambuliaji Jean Chale Ahua sio yule wa msimu uliopita. Jean Chale Ahua sio yule aliyekuwa chini ya kocha Fadlu Davids ambapo walimaliza msimu wakiwa mfungaji bora lakini pia tulitarajia kumuona katika zile tuzo za TFF ambapo tulitarajia huenda basi angechuana katika ile tuzo ya kuwa MVP bora yeye pamoja na Pacome wa Young Africans. Jean Chalea huwa haja gain momentum na hajarudi kwenye ule ubora wake wa msimu uliopita, hatujui ni kwa sababu gani, lakini uh, kwa hapa kuna muda ndo maana tunaweza kusema Pantev, kama vile alikuwa anaonewa tu kwa sababu uh, timu haijageni, rhythm ya msimu uliopita, lakini njoo kwa upande wa Eli Mpanzu, ukionyeshwa video za Mpanzu aliyemaliza msimu, alafu ukaja ukaonyeshwa video za Mpanzu huyu ambaye yuko chini ya Pantev, unaweza ukasema ni Eli Mpanzu kibisawala wawili tofauti lakini ndo yule yule Mpanzo ameshuka kiwango na si yule wa msimu uliopita. Kwa hiyo ndo maana kocha Pantev alikuwa na struggle pia kutokana na ubora wa Mpanzu kushuka. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana kumweka nje, kwa sababu hakuna mchezaji mwingine ambaye utamweka akacheza namba ya Mpanzo alafu akakupa ubora ule ule aliyokuwa anakupa Elii Mpanzo kibudii, wa msimu uliopita na msimu huu pia ni kibudii wawili tofauti, kibudii wa msimu huu...